Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share, ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu simulizi, hadithi bora. Tuanze. Baada ya dada yangu kuondoka Kiukweli, usiku ule sikulala. Na nikuombe usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ kwa support zaidi. Tuendelee. Nilikuwa nimelala kitandani, macho wazi, nikimtazama Salimu akipumua kwa utulivu, kana kwamba hakuna kitu kinachomkosesha amani. Kila pumzi aliyovuta ilionekana kunikandamiza zaidi kifua changu. Nilijiuliza, inawezekanaje mtu unayemwamini kwa moyo wako wote ndiye anayekuchoma kisu pole pole mgongoni? Asubuhi ilipofika, nilijifanya niko sawa, nilipika chai, nikatabasamu, nikacheza nafasi ya mke mwema, lakini ndani yangu nilikuwa nimeamka mwanamke mpya, mwanamke aliyekuwa ameanza kuunganisha vipande vya ukweli. Nilichofanya siku hiyo hakikuwa kwa hasira, kilikuwa kwa utulivu. Nilichukua simu ya Salim alipokuwa bafuni, mikono yangu ilikuwa inatetemeka, moyo ukidunda kwa kasi, lakini nilijilazimisha kuwa imara. Sikuhitaji kusoma mengi, jina moja lilitosha kunifanya nishindwe kupumua. Rehema. Ujumbe ulikuwa mfupi, lakini ulikuwa na uzito wa tani. Jana ilikuwa hatari, karibu wa kufumane. Nilikaa kitandani nikishika simu hiyo kwa nguvu. Hakukuwa tena na labda, hakukuwa tena na nahisi. Ukweli ulikuwa wazi, mchungu, na haukuwa na huruma. Nilirudisha simu pale pale. Sikutaka kupiga kelele, sikutaka kulia. Nilitaka kuona waliniangaliaje machoni wakiwa wanajua. Na jua mchana ulipofika, Rehema alitimiza ahadi yake akarudi. Alipoingia, alinipa tabasamu lile lile la dada mpole. Nilimkumbatia, ndiyo, nilimkumbatia, na hapo ndipo nilihisi jinsi moyo wake ulivyodunda kwa hofu. Tulikaa sebuleni watatu, ukuta wa kimya ulikawala. Niliangalia uso wa Salimu, kisha nikamwangalia Rehema, nikavuta pumzi ndefu, nikasema kwa sauti tulivu lakini nzito, natamani mniambie ukweli leo kabla sijaanza kuuchimba mwenyewe. Hakuna aliyejibu lakini macho yao yalinisaliti zaidi kuliko maneno. Rehema alianza kulia, Salim alisimama ghafla akisema, Amina tafadhali, sio kama unavyofikiria. nilitabasamu kwa uchungu, kwa sababu hapo ndipo nilijua kabisa nilikuwa sahihi tangu mwanzo. Sikusema neno lingine, nilisimama nikachukua funguo zangu, nikavaa viatu. Kabla sijafungua mlango, niligeuka nikawaangalia mara ya mwisho. Kesho, niliwaambia, mtaniambia kila kitu, na kama hamtaweza basi, nitajua jinsi ya kuondoka kwenye maisha yenu. Nilifunga mlango taratibu, lakini moyoni mwangu mlango wa zamani ulikuwa tayari umefungwa kwa nguvu, kwa sababu siku hiyo Amina aliyekuwa anaogopa kuachwa alikufa, na aliyezaliwa alikuwa mwanamke anayejua thamani yake. Usisahau kugonga like na kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ ili kupata mwendelezo wa simulizi hii. Asante.